Rais wa Marekani, Donald Trump ameanza ziara yake katika mataifa ya Uarabuni na kutangaza kuliondolea vikwazo taifa la Syria. Mbali na kutangaza kuifutia vikwazo vya Syria, Rais Donald Trump amepewa awadi ya uwekezaji iliyotolewa na Saudi Arabia ambayo imetoa ahadi ya uwekezaji wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni mia sita katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Marekani. Ikulu ya White House nayo imetangaza kuwa, Marekani itaiuzia Saudi Arabia silaha zenye thamani ya karibu dola bilioni mia moja arobaini na mbili, ikiita makubaliano hayo kuwa makubwa zaidi ya ushirikiano wa ulinzi kuwahi kufanyika katika mataifa hayo. Shirika la habari Reuters limeripoti kuwa kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Syria ni hatua kubwa ya muhimu kwa nchi hiyo kwa zaidi ya miaka kumi. Wapiganaji wa kundi la Hayat Tahrir al-Sham HTS wakiongozwa na rais wa sasa, Ahmed al-Sharaa, waliomuondoa madarakani rais Bashar al-Assad mwezi Desemba mwaka jana na kumlazimisha kukimbia na kuomba hifadhi ya kisasa nchini Russia. Akizungumza kwenye kongamano la uwekezaji lililoanza leo Jumatano Mei 14, 2025, mjini Riyadh nchini Saudi Arabia, Trump amesema kuwa anatekeleza ombi kutoka kwa kiongozi mkuu wa Saudi Arabia, mwanamfalme Mohammed bin Salman. nuku o, oh, angalia ninachokifanya kwa ajili ya mwanamfalme. Trump amesema kwa utani, na kuibua vicheko kutoka kwa hadhira. Trump amesema kuwa vikwazo hivyo vilikuwa na umuhimu wake, lakini sasa ni wakati wa Syria kusonga mbele. Kupitia tangazo hilo la mabadiliko makubwa ya sera za Marekani, Syria imetangaza kuwa mfadhili wa kundi la wapiganaji wa mwaka 1979 na vikwazo zaidi kuongezwa mwaka 2004 na, na baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanza kwa mwaka 2011. Waziri wa Mambo ya Nje, Assad al-Shibani ameandika kwenye mtandao wake wa X, zamani Twitter, kuwa hatua hiyo ya mwanzo mpya ni ujenzi mpya wa taifa hilo. Trump anatarajiwa kukutana kwa kifupi na Sharaa mjini Riyadh Jumatano. Trump na mwanamfalme Mohammed bin Salman ameitia saini makubaliano yanayohusisha sekta ya nishati, ulinzi, madini na nyingine. Trump amelenga kuimarisha uhusiano wa wasaud kama njia ya kuendeleza ushirikiano wa kikanda na Israel na kupinga ushawishi wa Irani. Makubaliano hayo yanajumuisha kampuni zaidi kumi na mbili za ulinzi za Marekani zikihusisha mfumo wa anga na makombora, usalama wa baharini na mawasiliano. Haijafahamika iwapo ndege za kivita aina ya Lockheed F-35 zimejumuishwa. Mwanamfalme amesema thamani ya makubaliano hayo inaweza kufikia dola trilioni moja, kadri ya makubaliano zaidi yatakayofanyikiwa. Mwisho nukuu. Saudi Arabia ni mmoja wa waamuzi wakubwa wa, wa silaha za Marekani. Uhusiano wao unajengwa juu ya mkataba usio rasmi ambapo Saudi Arabia hutoa mafuta na Marekani hutoa ulinzi. Uhusiano uliotetereka mwaka 2018 baada ya mauaji ya mwandishi Jamal Khashoggi. Marekani ulisema kuwa bin Salman alihusika ingawa serikali ya Saudi ilikanusha. Trump wakulitaja tukio hilo wakati wa ziara yake, alimuita bin Salman mtu wa kipekee. naamini tutapendana sana, trump alisema. Trump ataelekea Qatar Jumatano na UAE Alhamisi. Ziara hii inalenga zaidi uwekezaji kuliko masuala ya kiusalama Wafanyabiashara wakubwa wa Marekani nao wamehudhuria hafla hiyo akiwemo Elon Musk, mkurugenzi wa OpenAI Sam Altman, mkurugenzi wa BlackRock Larry Fink na Stefano Schwarzman wa Blackstone. Trump ameonekana akizungumza na maofisa kadhaa wa Saudi akiwemo gavana wa mfuko wa uwekezaji Yasir Al-Rumayyan, mkurugenzi wa Aramco Amin Nasser na waziri wa uwekezaji Khalid Al-Fahil. Saudi Arabia inatekeleza mpango mkubwa wa mabadiliko ya uchumi uitwao Vision elfu mbili na thelathini ukiwa ni mradi mkubwa kama Neom, jiji la kisasa lenye ukubwa Ubelgiji. Wa ubei na mafuta yamechangia asilimia sitini na mbili ya mapato ya serikali ya mwaka jana. Trump hajapanga kutembelea Israel, jambo linaloibua maswali nafasi ya mshirika huyo wa karibu kwenye sera mpya ya Washington. Wakati huo huo, mashambulizi ya Israel dhidi ya Hamas na Hezbollah yameipa Marekani nafasi ya kushinikiza Tehran. Trump ameeleza kwa matumaini kuwa Saudi Arabia itatambua Israeli hivi karibuni kama mataifa mengine ya kiarabu yalivyofanya awali, lakini mtalifanya kwa wakati wenu wenyewe. Amemtaja Iran kama nguvu yenye uharibifu mkubwa zaidi Mashariki ya Kati, akisisitiza kuwa Marekani haitakubali Irani kupata silaha za nyuklia. Nuku, nataka kufanya mabadiliko na Iran, lakini ikiwa viongozi wa Iran watakataa tawi hili la mzeituni, hatutakuwa na budi bali kulitwanga kwa shinikizo kali kabisa, amesema Trump. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali kuhusiana na mzozo huo.